Karibu kwenye channel yangu ya YouTube na Mungu akubariki kwa ndio kufuatia mafundisho ambayo ninaposti kwenye, nina posti kwenye channel yangu ya YouTube. Na leo tutakwenda tutakenda kujifunza heri wasioona wakasadiki. Na Roho Mtakatifu akakuhudumia kwenye mafundisho haya na mafundisho akafanyika msaada kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Heri wasioona wakasadiki. Kuna watu wengi ambao wasipoona hawezi kuamini, wasipoona hawezi kusadiki. Lakini tunapoona watu wote waliofanikiwa, vitu vyote ambavyo tunaona vimedhihirika katika ulimwengu wa mwili vilianzia rohoni. Unapoona kwamba kuna gari ime, inatembea, watu waliotengeneza gari walianza kuiona katika ulimwengu ambao usioonekana unapoona ndege zine, ndege hizi ambazo watu wanapanda, mtu aliyekuwa aliyetengeneza hiyo ndege alikuwa alianza na picha kwanza, kabla hicho kitu akijadhihirika, tayari likuwa tayari na kiona katika ulimwengu wa roho, na watu walikuwa waone, watu walikuwa waone. Watu wengi waliofanikiwa vima mafanikio yao yalianza katika ulimwengu usioonekana, walianza kuwa na picha kabla haijadhihirika katika ulimwengu wa mwili, watu wakaanza kuona ilianza picha kwanza, ilianza picha kwanza. Lakini tunamaanisha nini tunaposema kwamba heri wasioona wakasadiki? Hapa tunajifunza habari za mtu mmoja, alikuwa mwanafunzi ambaye alikuwa na Tomaso. Yesu aliwaambia dhairi, hata kabla ya kufa, kwamba atakufa alafu atafufuka. Lakini alipokufa akafufuka, alipokuja kwa mara ya kwanza kuonana na wanafunzi, Tomaso hakuwepo lakini aliporudi, Tomaso akamwambia bwana wetu alikuja, Tomaso akasema kwamba mimi nisipoona makovu makovu makovu, ma makovu kwenye mikono yake na kugusa, sita sadiki hata kidogo, sita sadiki hata kidogo. Maana yake sitaamini hata kidogo. Sasa ndio changamoto ambayo inawapata watu wengi, hata waliookoka hata waliookoka, wanataka kuona kwanza ndio waamini wasipoona hauwezi kusadiki. Lakini tunaposoma kwenye Waebrania 11 mstari wa kwanza sema imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kuwa na hakika na mambo yaliyopo mbele, kuwa na hakika na mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana, kwamba kitu jambo halijathiririka katika ulimwengu wa nyama, lakini una uhakika asilimia mia moja kwamba tayari limeshakuwa kuwa la Watu wengi wanapoteza miujiza yao kwa sababu wanataka waone kwanza. Hayuko tayari kukiri kwamba yeye amepona mpaka aone dalili zote zimeisha, lakini kanuni haiko hivyo hayi. Imani ni kuwa na hakika ya mambo ya tarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana, ya ni uhakika wa mambo yasiyoonekana. Ni kweli hajaonekana, kweli, ni kweli, bado najisikia maumivu. Lakini neno la Mungu linasema nini kwenye Petro wa kwanza mbili ishirini na nne, inasema kwamba kwa kupigwa kwako, kwa kupigwa kwake sisi tuliponywa. Kwa hata kama uponyaji haujadhihirika bado, inawezekana bado unasikia maumivu, inawezekana bado unasikia kuna dalili bado zinaonekana lakini wewe unaendelea kung'ang'ana na kile ambacho kimeandikwa kwamba kwa kupigwa kwa Yesu mimi ni mzima, kwa kupigwa kwa Yesu mimi nimepona, kwa kupigwa kwa Yesu mimi nimepona, pamoja na kuwa bado najisikia maumivu, pamoja na kuwa kwa jinsi ya kibinadamu bado inaonekana kwamba bado kuna hali fulani naisikia ambayo siyo. Unaendelea kukili, kuendelea kukili kile ambacho neno la Mungu linasema, neno la Mungu linasema. Hiyo sasa ndio imani. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Uponyaji haujadhihirika kweli katika ulimwengu wa, wa mwili bado kuna dalili unaziona, lakini bado nakiri kwamba kwa kupigwa kwa Yesu mimi nimepona. Unaenda kukiri kwamba imeandikwa Mathayo nane kumi na saba yeye mwenyewe alitoa udhaifu wetu na kuchukua magonjwa yetu. Kwa kuchukua magonjwa yetu na kama alitoa udhaifu wetu uva, mimi sina udhaifu. Kama alichukua magonjwa yangu, mimi ni mzima kwa jina la Yesu, mimi ni mzima kwa jina la Yesu, mimi ni mzima kwa jina la Yesu. Utakapoendelea kukiri hivyo na kuamini hicho nacho kikiri, sio muda mrefu uponyaji utadhirika, dalili zote zitaondoka. Sasa Tomaso alipoambiwa kama Yesu alikuja Bwana wetu alikuja. Tomaso akasema sitasadiki hata kidogo, nisipogusa. Na ndio watu wengi wako na namna hii. Na Yesu alipokuja awamu ya pili akijua kile ambacho Tomaso alisema. Kumbuka Yesu alisema nitakuwa pamoja na nyinyi kila mwendao. Yesu alijua Tomaso alipokuwa anasema Tomaso kwamba nisipogusa makovu sitasadiki hata kidogo. Yesu alipoingia tu akasema Tomaso njoo. Njoo ushike. Angalia makovu haya. Tomaso alipogusa akaamini, akasema, Bwana wangu, Bwana wangu. Ndipo Yesu akasema kwamba wewe unaamini kwa sababu sasa umeona, heri wasioona wakasadiki. Mungu anachotaka uamini kabla, hata kabla jambo alijathirika katika ulimwengu wa, ulimwengu wa mwili, anataka uamini, anataka uamini. Sisi, hatuendi kwa kuona, tunaenda kwa imani, tunaamini hata kama kitu akijadhihirika katika ulimwengu huu, ulimwengu wa mwili, tunaanza kuamini, maadamu, neno la Mungu limesema, tunaendelea kung'ang'ana na kile ambacho Mungu amesema, tunaendelea kukiri ushindi hata kama mazingira yanaonyesha kwamba hakuna ushindi. Na ndio maana maandiko yanasema wadhaifu waseme kwamba tuna nguvu. Ni kweli kwa, kwa jinsi ya kibinadamu ni wadhaifu lakini wanasema kwamba wadhaifu waseme kwamba nina nguvu. Hiyo ndio kanuni inayotenda kazi kwenye ufalme wa Mungu aliye hai. Unaamini mambo yasiyo kuwepo kana kwamba yamekuwepo? Unayataja mambo yasiyo kuwepo kana kwamba yamekuwepo? Tunaposoma kwenye Warumi 4, Warumi 4:17, 17 na kuendelea. Anasema Mungu ni Mungu anayetaja mambo yasiyo kuwepo kana kwamba yamekuwepo. Mambo yasiyo kuwepo kwa jinsi ya kimwili hayaonekani, hayajadhihirika lakini bado na unayataja haya kana kwamba yamekuwepo. Unakiri uponyaji kana kwamba ukishadhihirika lakini haujadhihirika lakini ndio tunaanzia hapa, ndio tunaanzia hapa. Heri wasioona wakasadiki, wamebarikiwa wale wasioona wakasadiki. Kama nataka kuona muujiza, anza kuamini hata kabla kitu akijadhirika anza kukili kile unachokitaka hata kabla hakijadhihirika, na ndivyo ambapo utakwenda kupokea muujizo wako. Muujizo wako utakwenda kudhihirika, lakini hatua ya kwanza ni kuamini mambo yasiyo kuwepo, kuyataja mambo yasiyokuwepo kana kwamba yamekuwepo. Unaanza kukili uponyaji hata kama bado kuna dalili za ugonjwa, hata kama bado unajisikia maumivu, unang'ang'ana na kile ambacho Mungu amesema kwamba kwa kupigwa kwake tuliponywa kama tuliponywa, nimeponywa, mimi ni mzima kwa jina la Yesu. Mungu akubariki sana kwa kusikiliza mafundisho haya. Na imani na iumbike ndani yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Hiyo roho ya mashaka ambayo adui ameiachilia ya ndani yako ili aweze kuku, kukupotezea muujiza wako, hiyo roho ya mashaka na ikuachie katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Moyo wa imani na iumbike ndani yako, imani na iumbike ndani yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Roho ya imani na iumbike ndani yako, na ingie ndani yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Ujasiri kuyataja mambo yasiyokuwepo kana kwamba yamekuwepo, huo ujasiri na uwe juu yako, huo ujasiri na uwe juu yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Mungu akubariki sana kwa kusikiza mafundisho haya. Kumbuka kuendelea kupata mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube, basi usahau kusubscribe, lakini pia unaweza kuwashirikisha unaopenda mafundisho haya. Mungu akubariki katika jina la Yesu.